Usiwahi dharau mtu kwa sababu san, sasa hana kitu. Usiwahi dharau mtu kwa sababu saa hii hana kitu. Mwanadamu na Mungu achana na wao. Mungu anaweza badilisha maisha ya mtu wakati wote. Namba tu mtoto sio wa kiume wala wa kike. Mtoto ni yule aliye na nyota nzuri. Sana sana watoto waliopeleka wazazi hasara ni wavulana. Watoto wanaobariki wazazi wao ni wasichana. Amen, sikufichi. Watoto kikwetu huku Mijikenda watoto wanaochinja wazazi wao ni wavulana. Mimi akili yangu sijaweka kwa mvulana wala msichana.